Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika iman, kokote pale mlipo duniani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, mfalme mkuu, bingwa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, na sala na salamu zimwendee Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mwalimu wa ummahu afdalul khalqi kiumbe bora kabisa kuliko viumbe wote duniani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallam. Ndugu yangu mpenzi Muislam aa, anasema Allah subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amesema mola wenu mlezi niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanaofanya kibri kutokana na kuniomba mimi, Allah subhanahu wa taala sayadkhuluna jahannama dakhirin, watauingia moto wa jahannam hali ya kuwa ni madhalili, yaani wataingia moto wa jahannam hali ya kuwa wamedhalilika. Hii ikitujulisha jambo inatujulisha kuacha kumwomba Mwenyezi Mungu katika matatizo yako, shida zako, na hata kama si dhiki, Allah anatakiwa aombwe muda wote, ni katika alama za kumpeleka mtu motoni. Kwa hiyo kuomba ni lazima, kumwomba Allah subhanahu wa taala. Wewe kama mwanadamu ni, ni lazima umwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu mpenzi mwislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema addalu ala lkhairi kafailihi, mwenye kujulisha jambo la khairi ni sawa na aliyelitenda jambo lile la kheri. Kwa maana kama kuna kheri yoyote unaijua, jitahidi sana kushare na ndugu zako, waelekeze ndugu zako ili waweze kuifanya kheri ile, kwa sababu watakapoifanya ile kheri na wewe utaandikiwa thawabu mfano wa zile ambazo wao wamezipata. Sasa leo ndugu zangu, katika darasa zetu ninapenda niwasaidie ndugu zangu ambao wanahisi kuwa wameshazunguka sehemu nyingi kupambana na vita ya sihiri, vifungo vya uchawi vinavyoandama katika mwili. Inaweza kuwa ndugu yangu Muislam unajitahidi katika ibada mbalimbali unafanya, unajitahidi istighfar, kuleta salatu ala al nabi, unamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadhi ya mambo mengi yanayoelekezwa kwamba haya ukiyatenda mambo yako yatafunguka, lakini kama mwenzangu, naona bado, wakati mwingine yaweza kuwa kuna fundo za uchawi zipo, mtu amefungwa kiuchawi, kazi inakuwa ni ngumu kupata. He, amesoma, ana degree maskini, anaangaika kupata kazi, vigezo vyote anavyo, lakini kazi inakuwa ni ngumu. Akienda kwenye interview, hakuna analofanikiwa katika interview zake. Kuna wengine wapo, riski zao ni ngumu, subhanallah. Kila anavyojitahidi biashara zake ziende, biashara zinakuwa ni ngumu. Lakini asilimia tisini ya vitu hivi huwa unaweza ukakuta kuna fundo za uchawi, mtu amefungwa, ikafikiwa katika maviwanja, kafikiwa katika mapango, kafikiwa katika mabahari na ikafikiwa katika wakafukia katika sehemu zingine mbalimbali mbali. Lengo nini? Ni kumrudisha mtu nyuma maendeleo kumrudisha mtu nyuma kiuchumi, kum, kumharibia mtu mambo yake na kumvurugia mtu vitu vyake. Sasa watu wengi wamekuwa wakijitahidi kupambana kujinasua katika hali hizi ambazo zinawakuta eh, hali za kiuchawi. Namna gani tubatilishe vifungo? Sawa, tunakubaliana uchawi upo kwa mujibu wa Qur'ani. Qur'an inatueleza kuwa uchawi upo na umethibiti, eh, suratul baqara aya mia moja na mbili inathibitisha uchawi upo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana maneno mazuri kabisa kuja kwetu maneno yanayotupa faraja, maneno yanayotupa moyo, na maneno ambayo yanatupa hali ya kuendelea kupambana na kutokata tamaa, kwani Allah anasema wamahum mahum bidharina bihi min ahadin illa biidhnillah. Na katukatu katu wachawi wanga magwiji hawawezi kumdhuru mtu kwa uchawi wao ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo mchawi hawezi kukudhuru ila Mungu amkubalie kile alichokifanya, na akimkubalia, ni mtihani kwako wewe, akuangalie. Je, utamshukuru ama je, utamkufuru ama je, utarejea kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo wewe kurogwa wewe kufungwa kichawi ndugu yangu, hiyo siyo kihoja kwa sababu wa kwanza alirogwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam na labid ibn al-A'sam Myahudi, mchawi mkubwa, ambaye alipata nywele za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zilizokuwa zimebakia katika chanuo, akaenda kuchanganya na hinna, alafu kisha akaenda kuchimba na kufukia katika kisima kilichokufa kilichokuwa kinaitwa Biru Dharwan. Sasa walimroga mtume, wakamsumbua mtume, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akashusha tiba kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo tiba ambayo hata sisi tunaweza tukaitumia tiba ile na ikatunusuru kutufungua katika vifungo vya kichawi, kutuondosha katika nae, mazongi ya uchawi yanayotuandama katika e, dunia tuliyokuwa nayo hivi hivi. Afata hatuna sihra wa antum tubesuruni, enyi wachawi Enyi wanga kokote pale mlipo duniani, hivi vipi mnakubali kukumbatia uchawi, hali ya kuwa mnaona mazingaombo ya wazi kabisa yaliyokuwa ndani ya uchawi? Bishara njema ninakupa wewe muumini unayenitazama, unayenisikiliza, unayeniona, ndugu yangu pamoja na vita ya uchawi uliokuwa nayo, unapata vitisho vingi vya kutishwa na wachawi, unapata vitisho vingi vya ku, vya kutishwa na wanga, eh, watu waovu ambao wanatumia uchawi kukutisha. Sikiliza ndugu yangu Muislam, Allah ameshatuambia katika Suratu Taha, wala yuflihu sahiru haithu ata, mchawi mwanga mchawi mwanga hawezi kufaulu dhidi ya, ya muumini vyovyote vile atakavyokujia na kokote pale atakapotoka awe ni mchawi bwa sumba wanga awe ni mchawi kutoka Bagamoyo, awe ni mchawi kutoka Pemba, awe ni mchawi kutoka Kigoma, popote pale atokapo duniani mchawi hawezi kushinda kwa muumini. Ala inna hizballahi humul muflihun, tambua kundi la Mungu ndiyo kundi lenye kufaulu. Baadhi yetu huwa tunalalamika, mbona mimi nimejitibu sana siponi? Mbona mimi nimejitibu kadha siponi? Mbona ah, wakati mwingine ndugu yangu, kuwa na subira katika matibabu. Maradhi ni, ni ibada maradhi ni ibada. Usijipangie wewe lini upone. Usitake wewe lini upone, mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu huwezi kujua wewe, waweza kuichukia jambo ile jambo ikawa ina heri na wewe, ama ukalipenda jambo lakini lile jambo likawa lina shari kubwa kabisa. Na, na wewe, Mungu anaweza akakuacha uchawi ukutese duniani ikawa ni faida yako ya akhera, ndugu yangu mpenzi unayenitazama. Kwa hiyo wakati mwingine uchawi utakutesa hapa duniani, lakini Allah kishaweka mizigo yako, mizigo yako wakaibebe wachawi walokuwa kihangaika kwenda kwa waganga wa kienyeji kukufanyia uchawi mbalimbali, kukuroga kukufitini, kukuletea mambo e, ya ajabu ajabu katika, katika maisha yako. Lakini leo mimi nataka nikufunze moja katika njia mujarrabu sana mujarrabu sana kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kukufungua vifungo vya kichawi ulivyokuwa navyo mwilini mwako, la shaka fihi unaweza ah, unaweza kujiuliza sasa, ustadhi, mimi nitajuaje kama nina kifungo cha kichawi? Njia ya kwanza kabisa kujijua katika kama una kifungo cha kichawi bila hata kupiga ramli, utajifahamu Unajifahamu vipi? Ni namna unavyoona mambo yako yanavyokwama, hali ya kuwa juhudi nyingi uko nazo, ndoto unazozipata ndotoni unazoziota. Kuna ndoto zinaleta bishara kabisa, mimi ninafungwa kichawi, mimi ninafatiliwa kichawi. Na wakati mwingine bishara za wazi kabisa, mtu unaona kabisa, tutamwonyesha yule tutamkomesha ule, hajanijua mimi kumbe, wewe subiri tu, subiritu, muache kadha kadha, baadhi ya maneno kabisa ambayo uadui wa wazi unaona kabisa huu, mimi ninatendewa na ninafanyiwa. Sasa, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehma za Allah subhanahu wa taala, innahu la yayasi min rauhi llahi illa lqaumi lkafirin, kwa hakika hali ilivyo wakati tamaa ila mtu aliyekufuru waliokufuru, ndio wanakata tamaa. Muislamu muumini hawezi kukata tamaa katu katu katika maisha yake, na hutakiwi ukate tamaa. Sawa ndugu yangu, vyovyote vile itakavyokuwa. Sasa kuna watu wamefungwa kimaradhi, kuna watu wamefungwa kibiashara, na kuna watu wamefungwa kwa kila aina ya kifungo hiko, mpaka sihiru rabti, uchawi wa kumfunga mwanamume kumwendea mke wake. Watu wanajimaliza kwa kula madawa ya viagra, watu wanajimaliza kwa kula dawa si za mikongo na vitu vingine, lakini wakati mwingine kuna fundo ya kiuchawi pale imekaa. Kuna watu wamefungwa, kila anapobeba mimba mimba yake inaanguka. Kuna watu wamefungwa, hawaolewi dada zetu, wallahi ladhimu, wanaezekea majumbani. Sihiri uchawi imefungwa, imekwenda kufukiwa katika mapango ya bahari, hatimaye mtu anakuwa haolewi maskini. Kuna watu wamefungwa kazi, mtu hapati kama nilivyotangulia kusema sasa. Leo na kufundisha moja katika the best way bora kabisa ambayo unaweza ukaitumia inshallahu taala kukuondoshea uchawi. Njia hii, ndugu yangu muislam, ni njia ya kutumia mafuta ya habbat saudai. Mafuta ya habbat saudai ni mafuta maarufu na yanapatikana ulimwenguni kote, black seed oil. Black seed oil inapatikana ulimwenguni kote bila shaka kabisa. Sasa black seed oil fihi ndani yayo ya mafuta kuna sir Min asrari za ajabu kabisa wallahi, kuna siri katika siri za ajabu katika kumponya mtu maradhi ya vifungo vya uchawi, maradhi ya vifungo vinavyotokana vinavyotokana na, na, na uchawi. Sasa wewe ukiwa ni muhanga wa hili ukiwa ni muhanga wa vifungo vya uchawi, basi tafuta mafuta ya habbat saudai sawa. Lakini ningekushauri ninge kitu hichi kimoja, mafuta haya utakapokuwa umeyatafuta naomba zoezi hili Usilifanye wewe kama wewe, yaani usilifanye wewe kama wewe. Tafuta mtu, hata kama atakuwa ni mtoto wako, kaka yako, ndugu yako, shekhe wako yoyote yule, ambao unajua huyu ni katika watu wangu, sawa. Alifanye yeye. Watu wengi wanaharibu shughuli kwa sababu kuna baadhi ya uchawi ikishakuwa imepigwa na imenu, imenuiziliwa jambo, ukianza kulitenda wewe mwenyewe, sheitani anaroga vile vitu, sheitani anavuruga vile vitu unavyovifanya na, na hatimaye havikunufaishi. Ndio maana tunaelekezwa nunua dawa fulani na nunua dawa fulani na nunua dawa fulani, ukiitumia kwa kuoga itakuondoshea mikosi, nuksi na mabala. Unafanya, lakini wapi? Kwa nini? Kwa sababu mkusudiwa ni wewe, ndio mwenye vifungo. Wakati mwingine dawa kuiandaa wewe kama wewe, tunakuwa inakuletea mashakil, sheitani anakuwa anakutangulia bila wewe mwenyewe kujijua. Sasa mtafute mtu mwingine, kama ni shekhe wako, kama ni ustadhi wako, kama ni mwanao anajua kusoma na uzuri, sio kisomo ambacho wengi wanaki, ni kisomo ambacho wengi wanakijua. Sasa ukishanunua mafuta ya Habbat Saudai, mpatie shehe wako au mpatie mtoto wako anayejua kusoma Qur'ani au rafiki yako anayejua kusoma Qur'ani. Alafu mwelekeza hivi, kazi hii anaifanya siku tatu. Kazi hii ataifanya siku tatu. Siku ya kwanza kabisa atafungua yale mafuta habbat saudai, atayasogeza hapa karibu. Alafu atayasomea Suratul Ahad. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Hii atazisoma mara 313. Katika yale mafuta habbat sauda atunasoma huko, anapuliza chupa yake, kaishika namna hii. Baada ya kushika yale chupa, ana, ana soma huko anapulizia, katika yale mafuta anasoma, huko anapulizia, katika yale katika yale mafuta. Siku ya kwanza asome hizo Suratul Ikhlas, eh, Suratu, eh, Suratul Ikhlas nimesema Suratul Ahad. Subhanallah, nimekosea. Kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baada hapo yafunge yale mafuta vizuri ayahifadhi asubiri siku ya pili. Siku ya pili itakapofika afungue yale mafuta, akishafungua yale mafuta ayasomee suratul falak, kul a'udhu bi rabbil falak. Hii siku ya pili kazi yake ni kubwa kidogo, unisikilize kwa makini. Aisome kul huwa llahu, ayasome kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wamin sharri ghasiqin idha waqaba, wa wamin sharri nafathati fil uqadi wa wamin sharri hasidin idha hasada. Sasa hii sura ataisoma tena mara mia tatu na kumi na tatu, lakini hivi anavyozisoma mara mia tatu na kumi na tatu, ndio maana nikasema siku ya pili kazi yake kubwa, kwa sababu kila anavyosoma mara moja, anapofikia katika wa min sharri nafathati fil uqadi

Sawa, kwa utasoma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil 'uqad. Hapa sasa naparudia mara 31, wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri nafathati fil 'uqad. Ikitimia mara 31, anamalizia wa min sharri hasidin idha hasada mara moja hiyo, anakuja tena mara ya pili anasoma akifika hapo anapapiga mara thelathini na moja akimaliza mara mbili hiyo sasa anakwenda hivyo mpaka mara mia tatu na kumi na tatu ni kazi kubwa kidogo lakini kama una shida mtu unapambana insha Allahu taala. Sawa, siku ya tatu atasoma. Akima, huko anapuliza wakati anasomea anakuwa anapulizia anasoma anapulizia mara siku ya tatu sasa ambao ndiyo siku ya mwisho atasoma salatu ala nabi sawa eh salatu ala ala nabi salatu ala nabi ipi hii salatu ibrahimia Sawa, so, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. Hii swala ataisoma mara mia moja na kumi na moja katika hayo mafuta, huku anapouliza mara mia moja na kumi na moja huku anapouliza. Kisha baadaya atakapokuwa amemaliza hapo ataafunga yale mafuta Alafu sasa atakuletea yale mafuta kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Haya mafuta sheitani anakuwa hawezi kuyachezea wala sheitani anakuwa hawezi tena kuyagusa, kwa sababu yamepata kisomo kilichokuwa kikali. Kwa kwa kuwa malake fala sihran, lazima tufahamu ya kuwa fala sihran illa biistianatin min shaitan Hakuna uchawi unaweza kufanya kazi ila ule ambao unatokana na kampani ya shetani. Kwa hiyo, wewe ili uchawi ukusumbue, ni lazima kuna shetani amepewa akabeba ile uchawi akaileta kwako. Baada kuleta ile kwako, yule shetani anakuwa yuko pamoja na wewe kwa hiyo anaangalia wewe ni msaada gani unautafuta. Akiona umeenda sehemu fulani umepewa dawa, yeye anaitangulia ile dawa, akishaitangulia ile dawa anaiwangia ana. Akishaiwangia ile dawa, inakuwa haifanyi kazi. Lakini yale mafuta akiachukua mtu mwingine akakusomea vizuri hicho kisoma kwa idhini ya Allah na amuogope Mwenyezi Mungu asome kweli, akakuletea wewe, sheitani kuyagusa yale mafuta ni kiboko, hawezi kuyagusa. Wewe tunaanza kuyatumia. Unayatumiaji sasa ya mafuta? Ni tegesikio kwa makini, kwa wale ambao hawana, kwa wale ambao maradhi yao yani uchawi wao uko tumboni sawa usihiri yao iko tumboni, na alama za kujua, za kujua sihiri iko tumboni ni nyingi: ukisikiliza Qur'an unapiga miayo, maumivu ya tumbo chini ya kitovu, kuhisi kuna vitu vinakutembea katika mwili, kuhisi mgongo mzito kama umebebeshwa kitu katika, katika, katika, mgongo, katika mgongo wako, kiuno wakati mwingine kinakuwa kinakushika kinakubana, ganzi unakuwa unazisi. Hizi ni alama za kuwa sihiri iko tumboni. Sasa ikiwa e, hauna tatizo yani, wewe ni mtu ambaye hauna tatizo kwenye kutumia mafuta kuingia ndani ya mwili wako kwa sababu kuna baadhi ya watu wana maradhi amekatazwa asitumie mafuta ya aina yoyote. Sasa wewe ukiwa hauna tatizo, kila unapoamka asubuhi kabla haujakunywa haujakula, haujakula kitu chochote, unachukua maji ya uvuguvugu kidogo, yale maji ya uvuguvugu unatonezea tone saba za yale mafuta ya habbat saudai. Tone la kwanza, tap, tone la pili, tap, tone la tatu, tap, tone la nne, tap la tano, la sita, la saba. Unafunga mafuta yako unaweka pembeni, unachukua kama kijiko unavuruga vizuri na yale maji, alafu unakuwa unakunywa. Baada ya kunywa, ukienda kuoga umetoka kuoga, umemaliza, unachukua yale mafuta ya habbat saudai, unajipaka katika mwili wako. Kwani unajirashia, usijipake hadi ukanona, a a, unajirashia katika katika mwili mwili wako. Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu Muislamu, tafuta mafuta ambayo unaweza ukayatumia kuanzia siku 21. Yani zisipungue siku ishirini na moja za matumizi ya hii niliyokuambia. Kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itakupa matokeo ambayo hukuyatarajia, itakupa matokeo ambayo hukuyawaza, itakupa matokeo ambayo hukudhania. Yani hukukaa ukadhania kama unaweza ukapata matokeo bora na matokeo safi kabisa ya kutumia habbat saudai kwa hiyo ukiatumia katika mfumo huu, insha Allah taala utaona mafanikio. Usifanye wewe, mtafute mtu akufanyie, inakuwa ni bora zaidi. Ila kama utakuwa una dharura na umebanwa, hakuna tena mwingine kukufanyia na we, unaweza muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utafanya wewe mwenyewe, lakini ukifanyiwa na mtu mwingine ni bora zaidi, ili sheitani sija katangulia kuharibu yale mambo, kwa sababu kuna mtu mwingine, ukajifanyia mwenyewe, yule sheitani, kwa sababu yuko na wewe, atinakutia usingizi visomo na kuovelewi, unapoteza hesabu yako, huelewi hapa vipi, unachanganyikiwa, unashindwa kufanya shughuli yako sawa sawa, na shughuli yako vizuri, na kama wewe um hautumii mafuta ni mafuta hayaingii katika mwili wako, labda kutokana na matatizo ya kibiolojia ki madaktari wamekwambia bwana wewe utaki kula mafuta ya aina yoyote ile, basi wewe utatumia kwa kupaka, kwa kupaka nje e, unapaka nje ya mwili insha Allahu taala, na kwa idhini yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Allah atakuondoshea mitihani hiyo ya, ya seher na mitihani ya, ya, ya uchawi. Hizi ni jitihada zetu sisi katika kumuomba Allah subhanahu wa taala, lakini kaa ukifahamu mponeshaji wa matatizo muondo shaji wa matatizo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Weka imani yako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakkal alayhi. Tawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kaa ukifahamu ya kuwa wa man yatawakkal ala llahi fahuwa hasbu, na yeyote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah Tabaraka wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumtosha wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah. Ukimtegemea atakuwa ni mwenye kutosha insha Allah taala. Basi ndugu zangu nishie hapa, shukran lakum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.